Na mkurugenzi wa idara ya upelelezi Mohamed Amin sasa anatakiwa kufika mahakamani baada ya kukosa kufuata maagizo ya mahakama ya kumfikisha mahakamani wakili aliyetoweka na mwanablogu Ndiang'ui Kinyagia leo akiwa hai au amefariki. Katika uamuzi wake leo Jaji Chacha Mwita alielezea wasiwasi wake kuhusu jinsi suala hilo linavyoshughulikiwa akisema wapelelezi ndio walikuwa watu wa mwisho kuonekana katika makazi ya Ndiang'ui Kinyagia mtaani Kinoo kabla ya kutoweka kwake. Agizo hilo la mahakama linajiri huku mwanasiasa mmoja katika eneo la Limuru akiripotiwa kutoweka ama kutekwa nyara jana jioni na watu wanaoaminika kuwa maafisa wa polisi siku kumi baada ya kuripotiwa kutoweka nyumbani kwake mtaani Kinoo, kaunti ya Kiambu, na agizo la kutaka afikishwe mahakamani kuwasilishwa na chama cha wanasheria humo nchini <laughs> <laughs> wapelelezi bado hawajamfikisha Ndiang'ui Kinyagia mahakamani huku mkuu wa idara ya upelelezi Mohamed Amin akipuzilia mbali agizo la mahakama hapo leo.

Wakili mkuu Martha Karua alihimiza mahakama kutekeleza wajibu wake baada ya mkuu wa idara hiyo kupuuzilia mbali agizo la mahakama kuu. Mawakili hao walisema kuwa suala hilo linahusisha maisha na uhuru wa raia na ni lazima lichukuliwe na uzito na hali ya juu na idara hiyo ya upelelezi. Hata hivyo, wakili wa Amin, Christopher Maro, alieleza kuwa mteja wake hajamkamata Ndiang'ui, lakini uchunguzi bado unaendelea. Jaji alisema kuwa maafisa wake ndio walikuwa wa mwisho kuonekana katika makazi ya Ndiang'ui na baada ya kutoweka Amin ana jukumu la kusema aliko. Haya yanajiri huku kisa kingine kikitokea, ambapo watu wanaodaiwa kuwa wapelelezi wakitumia magari kadhaa ya Subaru wakimkamata mwanasiasa wa Limuru na kiongozi wa vijana kutoka chama cha kisiasa cha eneo hilo jana usiku Tua, wauku wote walikuwa wamekataa awaingie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 Wanamtafuta kila mahali wanaangusha viti, meza wakinivunjia vitu. Nyumba ya Peter Kinyanjui ilidaiwa kuvamiwa kabla yake kuchukuliwa. Ruth Wamboi Darubini.